Wa ubunge wa, wa jimbo la Dodoma mjini kupitia Chama cha Ukombozi wa Umma cha umma Bi Aisha Madoga amesema kuwa endapo atapewa ridhaa ata, na wananchi atahakikisha anashughulikia tatizo la ajira kwa vijana kwa kuongeza tija na thamani ya mazao ikiwemo zao la zabibu. Akizungumza katika mkutano wa kampeni zake iliyofanyika katika kata ya Mpunguzi na Matumbulu, Bi Madoga amesema ukosefu wa ajira kwa vijana ni kilio kikubwa, jambo linalochangiwa na mifumo isiyowezesha maendeleo yao ya kiuchumi. Nitumeni nikawe mbunge kwa sababu tuna tatizo kubwa sana la ajira. Tatizo hili linapaswa kutatuliwa na sera ambazo zinajali maslahi ya taifa hili, sera ambazo zimebeba ubunifu na utayari, sera ambazo zitapambana, zitashindana na zitaenda na kasi ya ukuaji wa, wa, wa, wa soko la ajira duniani. Huku mnafahamu tunalima zabibu. Nyinyi mnafahamu zabibu inatumika kwenye kila kitu kila kitu, na mnafahamu zabibu inapatikana kwa uchache sana. Chochote duniani kinachopatikana kwa uchache, maana yake kinaweza kuuzwa kwa gharama kubwa sana. Uongo kweli? Nimekuwa nikiwaambia zabibu ya South Africa iko nchini na iko hapa Dodoma, bado nafuu. Zabibu ya South Africa kipimo kile kile, zabibu inayouzwa 10,000 iliyotoka Afrika ya Kusini, kipimo kile kile zabibu yetu inauzwa shilingi elfu moja na bado. Serikali hii haijawahi kukaa chini kuona Dodoma inaweza kuwekezwa teknolojia ya kilimo cha zabibu, inaweza kukuzwa, vijana wakapata ajira, zabibu yetu ikapanda thamani, zabibu yetu ikauzwa duniani. Serikali hii haijawahi kuona, kwa sababu inatuma wa viongozi, inatuma wawakilishi ambao sio wabunifu, inatuma wawakilishi ambao wana akili tunapaswa tusimamie mifumo sahihi. Tunapaswa tutengeneze mazingira bora, ili soko la ajira liweze kuwanufaisha vijana wetu, ili kiwango na idadi ya ajira vikuwe. Hawajaona hilo. Kina mama, nitumeni, nitumeni nikasemee zao la zabibu, lakini niwaambie tu ilani yetu ya uchaguzi wa CHAUMA ya, ya mwaka 2025 kati ya ahadi zake za siku mia moja tumeahidi tutafuta tozo zote kwenye mazao ya biashara ambayo yanaweza kukuza uchumi wetu yanaweza kutengeneza ajira kwa kina mama na yanaweza kutuheshimisha kama taifa. Na moja ya zao hilo ni zao la zabibu. Nitumeni tukasimamie hilo, nitume nikawe kipaumbele, nikawe mstari wa mbele kupeleka mswada bungeni wa kufuta tozo ambazo zitafanya tusonge mbele. Kina mama, tumesema tusaboresha afya, tumesema kama cha umma, na mimi nawaambia kama Aisha Madoga, tunahitaji bima za afya zisizokuwa na matabaka. Nitumeni nikasimamia serikali nitumeni nikapeleke hoja, nitumeni nikasimamia hizo hoja ambazo serikali itaona umuhimu na itafanya kwa wakati kuleta bima ambayo sio mwanachama, sio mwanachama wa Chama cha Mapinduzi atanufaika nayo, sio mwanachama wa Chadema peke yake, sio mwanachama wa Chauma peke yake ni Watanzania wote bila kujali vyama vyao vya siasa, watanufaika na hizo bima zisizo na matabaka, ambazo zitajali afya zao, zitatoa madawa bila kujali wewe ni mzee, wewe ni mtoto, unajiweza au ujiwezi, na afya ya watu wa Dodoma itakuwa na uhakika wa kuboreka, na hivyo nguvu kazi ya taifa letu haitoumba. Naomba mnitume, nitumeni tukaboreshe miundo mbinu, barabara za mitaani hizi zinapaswa kufikika barabara za mitaani zikipitika na kufikika, uchumi wetu utakuwa, kwa sababu kila mtu atakuwa na uhuru wa kusafiri kutoka mtaa mmoja kwenda mtaa mwingine kwa wepesi, kwa haraka na kwenye mazingira rafiki. Nitumeni tukalisimamie hilo, nitumeni kwa sababu tasafu ni haki yenu. Tasafu siyo rushwa. Tasafu imegeuka inakuja kwenu kipindi cha uchaguzi itumike kama rushwa. Nitumeni nikasimamie tasafu ifikie walengwa. Nitumeni nikasimamie tasafu ifikie hitajio lake lililotumwa nalo kusaidia watu wasiojiweza. Aidha, katika ahadi zake kwa wananchi wa eneo hilo, Bi Madoga amesema atahakikisha upatikanaji wa bima za afya bila ubaguzi, ambazo zitawezesha wananchi kupata huduma bora bure kwa usawa. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Washindi Media, usisahau kusubscribe, like, comment na share ili uendelee kupata taarifa zetu.